Nataka uh, niongee mambo ya Uhuru Kenyatta, alafu na hii mambo ya mlemavu. Sitaongea sit sana vizuri, hii ni kusema kweli ya Mungu. Wakati Uhuru Kenyatta walikuwa wamepangwa, wanapata pesa, wako sawa. Hiyo ni ukweli yetu ya, ya Kenya. Ukienda pale watu wengi sana ambaye bacha yeoni mguu hakuna, wako sawa na nakula mshahara na ni wabunge, hata hizi makaunti assemblies hizi za ki, kila mahali. Sio mimi nataka mambo ya ulemavu, hiyo Ruto hatuwezi ongea hapa, hiyo Ruto amejipanga vizuri. Nataka niongee mambo ya Uhuru Kenyatta, huyu hii kasumba hiyo ndio Uhuru Kenyatta. Hii mtu kasumba hii tubu kubwa ndio aliweka hii, sisi tunakuwa na shida Kenya hii. Uhuru Kenyatta angekuwa kiongozi ambaye ni shu, akuna akili mzuri kiongozi ambaye ako na nguvu, kiongozi ambaye anatumia kili yake sasa hivi, ila mbona ndio president sasa hivi? Ndio tutaongea na wewe sasa hivi, sasa hivi, ila ndio nasema, tunasema ameleta shasa sasa, lakini alikuwa president muoga, ni president ambaye anasukuma kama Wilbaro, tena muongo, tena ni mlevi <laughs> mimi, my friend, nataka niwaambie Uhuru Kenyatta, wewe ulishafanya kazi Kenya ukakaa miaka kumi. Mtu ambaye alikweka kwa kiti miaka kumi ilikuwa William Samoei Ruto.

<laughs> Sasa umefura kama kupe. Ati unapiga kelele ati William Ruto ati ni mjinga atafanya atafanya kazi. Heshimu William Ruto, huyu mtu alikutoa kwa ufukara. Ati ulikuwa mtoto wa president. Hata uko anajua kuongea, huyu alikutoa mali pale akakuchukua wako wa president. Miaka yako ya 2017, wakati tunaenda second term. William Ruto ndio alikusukuma kama tumekuweka na maandamano kila siku mpaka umetoka umeenda ucha eh hawa hey. William Ruto ndio alikushika akakalia kiti akasema hatutoki mpaka tulilia kwa William Ruto. <coughs> sahi huyu ndio mtu matusi sahi. Hata una sante, ungekuwa unasema, wewe mtoto ya mama mtoto, William Zamoyo Ruto, wewe ni ndugu yangu, ulinisaidia nikakula miaka 10. Kwanza wewe ndio ulikuwa unapiga salute kwa William Zamoyo Ruto. Sasa hivi ungekuwa mtenda kuliko kaburu kila mahali ungekuwa pia saluti kila saa. William Ruto asante sana. Sasa hivi tunapiga kifua tu na kana wengine kwa chama nyingine iliisha, sijui Jubilee, sijui Jubilee. Jubilee ni chama gani? Chama ambayo ilizikwa watu kitabu iliisha. Chama ya utapeli, chama ya ujinga. Chama ya umaskini. Chama ya umalaya. Hatuwezi kaa chama ya Jubilee. Mimi nataka niwaambie watu wa Jubilee oh. Jubilee iliongoza Kenya yeah. Kenya miaka kumi, ndio maana tuko na fukara, tuko na deni. Uru Kenyatta aliwacha 2.5 billion deni ya Kenya ambayo tulikuwa nayo mpaka sahii. Waliweka chakula imepanda, mafuta ta ilipanda, ya kupika ilipanda Williams, nani juu ya nsiju un Alitudanganya hapa, tulikuwa tukienda na Ibasha, anakuja anambia, atiraida Muludinga. Pole bwana. Huu mtu ametuiba lakini acha tufanye hivi. Hii serikali ndio inakumwashia ndio inakochea kisu, lakini within 2 months serikali itaanguka wapi? Kumbe tutadanganya sisi ni wajika, tumekaa kwa hapo tunamwangalia hivi. Alivuta bangi yake na na pombe. Eh, hawa. Mimi nataka niwaambie my friend. Watu wa Jubilee, Uhuru Kenyatta, acha kudanganya matiani. Matiani, wewe ndio utengeneze magari ya

Mliona vile Ruta aliongea pale US

na ukifanya kazi, mimi ndio nasonga. Mimi kama injinia nitakusukuma wewe na <laughs> miaka 15 <laughs> ya mwisho, unaongeza bonus ya tano ya mwisho. Nikiongea nataka nimalizie na hii. Umejua mimi wakati nilianza siasa yangu, nataka ndio mimi nyinyi vile mko hapa, nyinyi wote, nyinyi wote nafasi. Wakati nilianza siasa, nilianza siasa kwa ODM, baba Raila Amolo Odinga alifundisha siasa kupitia mbunge wangu Dr. James Dr. James Gikanga. Unaona? Sasa yangu iko ikabit tofauti na watu wengi sana. Mimi sifuatangi watu ati kwa sababu mtu anafanya ati ati, ati, ati, ati famous. Naangalia mtendo, wapi mtendo wako? Raila Amolo Odinga mimi nataka nikwambie wewe ni babangu. Wewe ni mtu ambaye unafundisha kisiasa, wewe ni babangu kisiasa. Tunakutuna kwa heshima. Na hutanisikia sasa yangu mimi kama injili ya Karanda, ati mimi nakuja kutusa Raila Amolo Odinga ya Karanda. Hutawaisikia. Baba. Lakini kitu ambacho mimi Raila Amolo Odinga ni ukweli. Raila Amolo Odinga, mali umekaa kwa serikali ya William Samoei Ruto. Kali hapo. Usijaribu kutoka hapo hapo. Ukitoka, umeisha hiyo contract yako ambayo ulipewa tena miaka 10. Ukae kwa kwa kwa kwa hiyo serikali, serikali. Nataka mimi Mimi kama engineer tu support Ruto, Ruto ukitoka my friend, Raila Odinga my friend, mimi Meisha, mimi ni Mjaluo. Utakuwa imeisha hata mimi sitakuwa nyuma yako, atakuwa ameenda nyumbani. Mimi sasa inaiba Ruto, kama katika hizi Ruto Ruto kama kama katika hizi. Sasa hiyo unaona nimevaa mwenya. Hata umeona mwenya. Mwenya Ruto ama. Hata angalia. Ya Ruto ya Ruto. Hata sina kai injinia. Sina menona. Sina mevaa koti. So mimi naambia nyinyi wote wote, vijana wangu hapa, ni kama zile ulikuwa na vaza kwa kwa serikali mimi, mimi vile vile niko niko hapa, hapa, vijana wangu. Watu wengi wako hapa ni miaka 18, 20, 25 Utakuja kuwapanga panga sasa hivi. Nasikia ndugu zangu wanasema polisi watachukuliwa, wacha tujue kwa serikali vizuri. Mimi niingie hao vijana wote, bora upate diplomas, utakia polisi, ndio kura ya Ruto, bora upate kazi, kura kama kidogo Luto, utakuwa na kazi hii, ndio hii hata upate ya Ruto. So William Samoi Ruto, <laughs> mimi nataka nikwambie hao vijana wote wangu, nasikia wengine wanasema hapa <laughs> <laughs> <laughs> ati wajapangwa, si ndio? <hati wajapangwa> <Sidiyo? hati wajapangwa> <hati wajapangwa> Mimi kama engineer mimi nimechaguliwa, nimekuwa coordinator hapa Embakasi hizi tena, nimepewa coordinator wa Kisumu County. Mimi natawapanga na msikwe na uoga yote, nitawapanga hapa Jakarta kupitia serikali. Sisi watu wa maisha walao ya mwisho, mimi nataka niwaambie my friend wa Kenya. Tuheshimu Kenya, tuheshimu president na tufanye kazi mpaka 2046. Thank you very much. Hallelujah. Nice.